Ingependelea kuhusu utoaji wa chanjo kwa kuku lakini pia pamoja na umuhimu wa utoaji wa chanjo kwa kuku. Utaanza na namna ya utoaji wa chanjo kwa kuku, kuna mambo machache ya kuzingatia kabla hujatoa chanjo kwa kuku wako. Hatua ya kwanza kabisa ni maandalizi ya chanjo, ambapo tunajua chanjo inatakiwa ikae katika mazingira ya nyuzi joto mbili mpaka nane lengo ni kumaintain ile cold chain kwamba wale vimelea wa kwenye chanjo wanatakiwa wakae kwenye mazingira ya nyuzi joto mbili mpaka nane ili waendelee kuwa hai, lakini pia kuna maandalizi kadhaa ambayo utayafanya kwa kuku wako kabla ya kuwapa eh, chanjo. Andalizi la kwanza kabisa ni kuwanyima kuku wako eh, maji kwa muda wa risali moja mpaka mawili wakati huo huo pia kisha, unawapa chakula cha kutosha ili wale chakula e, wapate kiu ya kunywa maji e, e, hatua ya pili, ya pili unaandaa vyombo sasa. Tutazungumzia maandalizi ya vyombo vya kutolea chanjo ambapo vyombo vinavyohitajika ni vyombo vya plastiki na hivyo vyombo vya plastiki usioshe bila kutumia sabuni, kwa sababu sabuni ni kemikali ambayo inaweza kudhuru ama kuharibu ufanisi wa chanjo. Lakini pia wewe kama mtoaji wa chanjo, hakikisha usishike sabuni ama detergent au kemikali yoyote ile ambayo ingeweza kuharibu chanjo. Lakini hatua ya tatu ya kuzingatia ni kupima kiasi cha maji. E, chanjo inatolewa e, kwa kiasi fulani cha maji. Sio kila kiasi cha maji kinafaa kwa ajili ya kutolea chanjo. E, e, njia nzuri ya kupima kiasi cha maji, tuna njia ya kutumia uzoefu ambapo mara nyingi tunachukua asilimia arobaini ya maji wanayotumia kuku kwa siku ndiyo yatumike kwa ajili ya kuchanganyia chanjo. Lakini pia kuna njia ya pili ambayo tunatumia kama formula au kanuni maalum, ambayo inasema maji ama kupata kiasi cha maji ni sana sana kuchukua idadi ya kuku unazidisha mara umri wao, ambao umri unatakiwa kuwa wa siku, unazidisha mara moja point tano ambayo hiyo ni kama factor, au kama constant, au pi, lakini pia unagawa kwa dozi. Hizo ndizo njia kuu mbili za kutafuta e, kiasi cha maji kwa ajili ya kuchanganyia Hatua ya nne ni kutibu maji. Kwa nini tunatibu maji kabla ya kuchanganya chanjo? Mara nyingi sana haya maji huwa yana kemikali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuua vimelea. Kwa hivyo kemikali, kwa vile chanjo pia ni kimelea, basi ukimchanganya mle moja kwa moja kwenye yale maji, basi wale vimelea wa chanjo wanaweza wakaharibika pale pale ama wakafa pale pale. Kwa hiyo kumbe, lazima tutibu kwanza yale maji kabla ya kuchanganya chanjo, na lengo la kutibu ni kutoa zile kemikali sasa, na kemikali nyingi zinazopatikana kwenye maji ni hizi chloride compounds, yani ni vitu ambavyo vyenye chlorine ndani. Chlorine tunaijua vizuri kwamba ni disinfectant nzuri sana inayoua, e, vimelea. Ndio maana tunaitoa, maana yake tunatafuta yani, e, chloride free water ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya kuchanganyia chanjo. Sasa kwenye kutibu maji hapa tuna njia kuu mbili, japo kuna njia nyingi, lakini kuna njia kuu mbili. Njia yetu ya kwanza ni ya kutumia maziwa ya unga tunaita skimmed powdered milk e, kwenye kila lita moja ya maji tunaweka gramu mbili za maziwa ya unga, na baada ya kuwa umeweka basi utasubiri kwa muda wa dakika kumi mpaka kumi na tano ili yale maziwa e, yachanganyikane vizuri na maji, na baada ya hapo ndipo utachanganya ile chanjo yako. Lakini njia ya pili kwa ajili ya kutibu maji ni njia e, tunatumia vidonge maalum. Kuna vidonge vinaitwa e, sodium thiosulfate ambayo hiyo ni active ingredient inayopatikana kwenye hicho kidonge ambayo hiyo compound ama hiyo sodium thiosulfate ndiyo inayo e, fanya reaction na, na chloride ambazo zinapatikana kwenye maji na kufanya zile chlorine ambazo zipo kwenye maji kuwa harmless, yani kutokuwa na madhara yoyote kabisa. Kwa hiyo kwenye hicho kidonge pia utadumbukiza kwenye kiasi cha maji ulio calculate na utasubiri kwa muda wa dakika 10 mpaka 15. Apa sasa, maji ya yako tayari yatakuwa yako free from chloride compounds, ndipo pale utachanganya na nini? Utachangana oh, chanjo yes, yako. Baada ya kutibu maji, hatua inayofuata ni kuchanganya chanjo kwenye yale maji yaliyotibiwa. Tunapochanganya chanjo e, mambo ya kuzingatia zaidi ni kutofungua ile chupa ya chanjo e, kwenye mwanga wa, wa, wa, wa jua ama mwanga wa kitu chochote. Kwa nini tunazuia mwanga? Kwa sababu mwanga una madhara kwenye chanjo, unapunguza ufanisi wa chanjo. Ngependa nizungumzie umuhimu wa chanjo kwa kuku, kwamba kwa nini kuku tunawapa chanjo. Dhumuni kuu la kutoa chanjo kwa kuku ni kwamba kumkinga yule kuku wetu dhidi ya magonjwa hatarishi ambayo yangeweza ya e, kummaliza kabisa huyo kuku wetu, na magonjwa ambayo ni hatarishi zaidi ni haya magonjwa yanayosababishwa na virusi. Tukumbuke tu magonjwa yanayosababishwa na virusi hayana tiba Manake kama ukiruhusu ama ikitokea kuna ugonjwa uliosababishwa na virusi ukaingia katika shamba lako la kuku, basi tegemea kabisa kwamba unaweza ukapoteza e, kuku wote. Kuna magonjwa kama vile kideri ambayo inaweza kuua kuku wote ndani ya muda mfupi sana, na sio nyumbani kwako tu, kuku wote wanaweza wakafa mtaa mzima ambapo wewe mfugaji unapatikana. Kwa hiyo tunaona sasa ni e, magonjwa yana jinsi yanavyoleta e, madhara makubwa zaidi katika E, suala zima la ufugaji wa kuku. Kwa hiyo kuku wote kama wakipotea, maana yake pale ni hasara kubwa kwako wewe mfugaji na itapelekea sasa changamoto zingine. Sasa basi kwenye suala zima la umuhimu kama nilivyosema, a ni kumkinga e, yule kuku wetu dhidi e, ya magonjwa hatarishi. E, e, chanjo sio kama dawa zingine. Ndio maana chanjo tunatoa kabla ya kuku hajafanyaje kuuma kwa lengo ni kumkinga yule kuku wetu. Tunamkingaje sasa? Kikawaida, chanjo kama chanjo ina tabia ya ku e, kushusha ile kinga ya mwili pale ambapo inapoingia kwenye ule mfumo wa, wa, wa kuku wa mwili. Bas, baada ya ile kinga kushushwa na ile e, e, chanjo, kinga itaanza kujijenga sasa taratibu, maana ile chanjo e, ile kinga ya mwili wa yule kuku itaanza kupambana na nini? Na wale vimelea ambao wako kwenye chanjo itafikia mahali sasa, wale vimelea ambao wapo kwenye chanjo watakuwa neutralized, maana yake ile kinga ya, eh, ya mwili inawazoea wale vimelea kiasi kwamba huyo kuku sasa aliyepewa ile chanjo hata kama akija kukutana na, na kuku mwingine aliye na ugonjwa husika au yule yule kuku akakutana na yule kirusi ambaye labda yupo kwenye mazingira, basi yule kuku aweza akaathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini? Kwa sababu yule kirusi tayari ashaingizwa kwenye mfumo wa mwili wa yule kuku. Kwa maana yake yule kuku anakuwa amekingwa kabisa. Kumbe umuhimu wa kutoa chanjo kwa kuku wetu ni kuwakinga dhidi ya magonjwa hatarishi, hasa yanayosababishwa na virusi, ambapo ni magonjwa ambayo yana high impact, yana high economic impact kiasi kwamba yanaweza kapelekea kuua kuku wote, manake banda lako unaligeuza kuwa kaburi. Sasa maana kila kitu pale kitakwisha na wewe kama mfugaji utapata hasara. Chanjo haina gharama kubwa sana eh, ina gharama kidogo sana ukilinganisha na gharama zile ambazo ungezipata baada ya ule ugonjwa kufanyaje kujitokeza katika shamba lako la kuku.